Je, yeah, umewahi kudhani kuwa kuna nguvu kubwa za kijiza zinazoendesha dunia? Karibu tukupe ndani wa habari hii ya mtu anayelalamika kuwa ameshambuliwa na kundi linalosadikika kuwa ni Freemason. Habari za wakati huu, ndugu mtazamaji wetu, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa na kukupa habari ambacho ni Dicky Studio TV pia nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu ipendwa ili uweze kupata habari moto moto. Mtu mmoja ambaye hakuweka wazi utambulisho wake kamili amejitokeza hadharani kupitia video inayosambaa mitandaoni akidai kuwa ameshambuliwa, kuteswa na kupewa adhabu kali na kundi analolidai ni Freemason. Kwa mujibu wa simulizi yake, mtu huyo amesema maisha yake alibadilika ghafla baada ya kudaiwa kuhusishwa au kukataa kushiriki shughuli fulani za kundi hilo. Pia anadai kuwa alianda kupitia mateso makubwa, ikiwemo maumivu ya kiafya, msongo wa mawazo, hofu ya kudumu pamoja na kupoteza amani ya maisha. Pesa zinaweza kununua, kununua vitu vingi lakini haziwezi kununua uhai wala amani ya moyo, amesikika mtu huyo akisema maneno hayo kwa masikitiko makubwa. Katika maelezo yake, mtu huyo anadai kuwa alipewa vitisho vizito, akawekwa kwenye mazingira ya mateso ya kisaikolojia na ya kimwili, hali iliyomfanya kuishi kwa hofu kila siku. Anaeleza kuwa adhabu aliyodai pewa haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa ni ya kumwadhibu kama onyo kwa wengine. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna ushahidi rasmi wala mamlaka yoyote ya kiserikali iliyothibitisha madai hayo. Freemason kama kundi limekuwa likitajwa mara nyingi kwenye mijadala ya asili na nadharia mbalimbali, lakini pia limekuwa likikanusha kuhusika na vitendo vya kihalifu vinavyodaiwa kufanywa kwa jina lao. Tukio hili limezua mjadala mkubwa mitandaoni ambapo baadhi ya watu wanaonyesha huruma na kuamini simulizi, kuamini simulizi hizo huku wengine wakitaka ushahidi wa wazi kabla ya kulichukulia kama ukweli. Dicky Studio TV inawakumbusha watazamaji wake kuwa ni muhimu kuchukua tahadhari, kusikiliza pande zote na kutegemea ushahidi wa mamlaka husika kabla ya kutoa hitimisho. Je, yeah, haya ni mateso ya kweli au ni simulizi inayohitaji chunguzi zaidi? Endelea kufuatilia Diki Studio TV ili tuweze kupasha habari motomoto moto. Pia usisahau kusubscribe channel yetu, kushare, kulike na kukomenti, ili uweze kupata habari muru wapendwa, za wakati wote.